Mama kusaidiana sisi wanakikundi panapotokea changamoto yoyote kwa wanachama. Mbili. kuinuana vipato vyetu kupitia shughuli za ujasiriamali. Tatu. kusaidia jamii kwa matukio mbalimbali mbali kama vile watoto yatima na changamoto zingine zilizojitokeza kwenye jamii yetu. Ombi mheshimiwa mgeni rasmi tuna tofali mia tano kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya kikundi chetu. Kama itakupendeza, tunakuomba utushike mkono kwa saruji mifuko mia moja au themanini ili tukamilishe ujenzi wa ofisi yetu ya kikundi. Taarifa hii imeandaliwa na wanakikundi na kusomwa kwako na Rehema. Tunaweka mfano kwa kina mama wengine na wao waweze kuiga kama nyinyi waweze kufanya mambo yao kupitia vikundi, lakini halmashauri yenu ya wilaya ya Uyui na serikali kwa ujumla inawawezesha. Ipo mikopo ya asilimia kumi kutoka halmashauri yetu ya wilaya, na miongoni mwenu pengine mtapata mikopo hii muda sio mrefu. Lakini niwatie nguvu, mwendelee kujijenga hivi kama mnavyoendelea kujijenga, mwendelee kushirikiana hivi kama mnavyoendelea kushirikiana, ili kutupa nguvu na sisi kina baba. Najua wapo kina mama wanatusaidia sisi kina baba kwenye shughuli zetu, tukikwama kuwashughulikia watoto wetu wanapokwama kwenda shule, kuwashughulikia wazazi wetu wanapokwama katika maisha, nyinyi, kupitia nyinyi mnatusaidia. Niseme Mungu azidi kuwabariki na muendelee kushikamana kama hivi, lakini uongozi wenu wa ngazi ya kata upo na nyinyi bega kwa bega kuhakikisha shughuli zenu hazisimami, hazikwani mahala mtakapokwama, mtakapopata shida, yuko mtendaji wa kata, nipo mimi na viongozi mbalimbali wa ngazi ya kijiji. Niende kujibu risala yao ya kikundi. Wamesema ombi, mimi kama mgeni rasmi wananiomba mifuko 80 ya simenti kwa ajili ya kuendeleza kujenga ofisi yao ya kikundi. Kwa ombi lenu, mimi kama mheshimiwa na mgeni rasmi wa sherehe yenu kwa mara ya kwanza nitawachangia mifuko kumi ya saruji. Kwa majina anaitwa Moshi Juma Ibrahimu, mwenyekiti wa kikundi cha UWT. Yaani kikundi changu kina malengo yake, ni kujinufaisha wanakikundi na pia kuisaidia jamii. Jamii kwa kweli imeguswa sana, kwa sababu mpaka yani tunapata wahisani mbalimbali wa, mbali mbali wa kutusapoti na kutupa elimu juu ya kuendeleza na kufu sababisha ndani ya kikundi chetu tuwe na miradi ya kujiendeleza ili baadaye kupata kipato cha kuendeleza nani kikundi chetu. Kwa jina naitwa Ashura Ali, ni mweka hazina wa kikundi hichi. Najivunia kuwa kwenye kikundi hichi. Kwanza, kikundi hichi kimekuwa ni kikundi cha mfano katika kijiji cha Tura ama katika kata ya Tura. Tumefanya makubwa ni mmoja mmoja, maana yake tulikuwa hatuna mitaji tukaanza kujiwezesha wenyewe kidogo kidogo elfu tano tano mpaka tukafika elfu ishirini ishirini mpaka tukafika elfu thelathini kwa hiyo akina mama tukajikuta tunajikwamua wenyewe baada ya mwezi tunaweza tukapata labda laki tano tukampa mama mmoja akajiendeleza mahitaji yake biashara zake kila kitu chake akaendelea vizuri na kuendeleza familia yake labda